Hivi tunaikosa furaha Simba kwa sababu Simba hatuna injinia. Tukubaliane uongozi bora wa Yanga ndio hii furaha. Mwanangu ngoja, mwana nikwambie, Yanga mwaka jana wanabadilisha makocha mara tatu mfululizo na wameshinda. Unaona Roman Force anateleza tu kwa sababu wachezaji anao wasabu, sio vuta picha Simba paka acha, anatoka mwanzo anaingia naye. Ataingia budo mbutale. Mambo ni magumu, anaingia babu neo maema. Unaelewa? Babu mapema? Mchezaji ana thelathini ya kimpira kidunia, ana thelathini na tano ana arobaini huyo ni maema maema kidunia. Acha kimpira kuna miaka miwili kimpira watu wana, wana, wana, wana, wanatoa sana sana, wana maini sana, umri wao shida, umri shida, kuonyesha alichonacho kwenye. Nisikilize, mpira una umri aaa, mchezaji wa miaka kumi na nane thamani yake sokoni ni tofauti wa mchezaji wa miaka thelathini thamani. Unaangalia huyu uh, Kouma unaambiwa kanuliwa dola laki mbili dola eh, laki hiyo ni bi nne kasoro, watu wametoa hiyo hatari, lakini hizo hesabu unazielewa? Oh, kwa hiyo hey, uwekezaji wachezaji wazuri, na unampa uwanja mpana kocha kocha huyu kocha anachokifanya, kama mtu hujui mpira unazokamlaumu pamoja sana kabisa, kila kitu mkononi, kwa nini usilete kombe la Afrika hapo? Mi nitamuuliza, lakini kwa hapa home and away anashinda una mkosoa kocha kwa kipi? Sisi tunashindaga kagoli kamoja kahekaheka, Simba tumefuzu hadi kwa penati shirikisho, hekaheka, ubaya ubwela. Lakini mtu anapiga goli tatu anakuja home anapiga goli mbili ana clean sheet, unasema kocha hafai. Una sababu zako binafsi, lakini sisi watu wa mpira tunakuona wewe hujui kawaida eh. Ile staili ya jamani, waandishi mna swali nazongeza, auliza uliza. Kwanza mimi ni shabiki wa Simba mwenye akili. Ukiona shabiki wa Simba anamkosea huyu kocha, basi ni kinyume chake Mchome mwenye akili yaani mimi najua mpira, mimi sio shabiki mpira. Mimi kabla ya kuja, kuja kuangalia mechi za Yanga nilikuwa kuja kuangalia mechi za Simba, labda watu mlikuwa wa mnifahamu, lakini kiukweli, Yanga inacheza kimkakati. Mechi za Afrika sio mechi za kukurupuka. Hao walituona leo, walivyokuja, wamebadilika. Unajua, lazima kocha uwe na akili. Katia viungo watatu wakabaji, kiufundi, amekuja kuzuia Sio, kaanza na Mudathiri, kaanza na duke Abuya, kaanza na Ndambwile, wale wote ni viungo chuma pale, amna kiungo mlaini. Tafsiri yake amekuja kuzuia, unaona? Basi wale pale kati palikuwa pagumu, kaanza kucheza mipira pembeni, aivona umeamia pembeni ya kati ya mawinga wengine wenye speed ili kuzuia mabeki wao wa span. Hapo nachambua sasa mpira, sio <laughs> tunaelewana, <Chutu> waandishi <laughs> kwa sasa, huyu kocha anaelewa anachokifanya, tumpe muda aendelee ku apply mifumo yake, kila mmoja atampigia makofi. Pamoja sana.